Wa Adidi Mmwara ni mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Bariadi. Ni halmashauri ambayo imeanza tangu mwaka 1984 ikiwa katika mkoa wa Shinyanga, lakini mnamo mwaka 2012 halmashauri ya wilaya ya Bariadi imegawanyika katika halmashauri tatu, ikiwa ni halmashauri ya wilaya ya Bariadi, halmashauri ya mji wa Bariadi na halmashauri ya wilaya ya Tilima.

ambao sasa hivi wapo maeneo mengine. Kwa kiasi kikubwa uchumi wa halmashauri ya wilaya ya Bariadi unategemea kilimo na ufugaji, na zao kuu la biashara katika halmashauri yetu hii ni pamba, lakini zao kuu la chakula tunategemea sana mahindi, na wananchi wetu pia ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo na mifugo mingineyo, lakini uchumi wetu kwa kiasi kikubwa unategemea kilimo na ufugaji. Kama ambavyo mikoa mingine ya kaaasiini, kwa halmashauri ya wilaya ya Bariadi sasa hivi tumekuwa na fursa nyingi sana. Kwanza, kama ambavyo nimezungumzia juu ya uwepo wa kiasi kikubwa cha ki, shughuli za kilimo, kuna fursa za uwekezaji katika sekta ya kilimo na especially kuweka viwanda kama vile vya pamba, viwanda vya vya kusindika vyakula especially mahindi, lakini pia viwanda vya kuchakata mafuta so year, kwa sababu sasa hivi pia tunazalisha kiasi kikubwa sana cha cha alizeti. Na katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, kuanzia mwaka 2020 halmashauri yetu imekuwa sehemu ya halmashauri ambazo zimeingia katika sekta ya uchimbaji wa madini, na sisi hapa kwa kiasi kikubwa, kwa kiasi tunaanza kuzalisha dhahabu na mpaka sasa tunazungumza, tuna migodi sita kiwma, mgodi wa Mashua, mgodi wa Nipa, mgodi wa Klazi wa Niawa na mgodi wa Uchumi Tomo. Yote hiyo inatuzalishia dhahabu na ni sehemu na ni fursa pia kwa wawekezaji kuweza kuja kuwekeza katika sekta hiyo ya madini. Pia kwenye sekta ya mifugo, kwa wale ambao wanapenda kuwekeza kwenye sekta ya mifugo sisi ni moja ya, ya mikoa mitano katika mikoa mitano ya nchi hii ambayo inaongozwa kwa ufugaji, na mkoa wetu kwenye sehemu ya mkoa huu, na tutaja mkoa wa Simiyu, basi tunataja moja kwa moja wilaya ya Bariadi ambayo ina idadi kubwa ya mifugo, ambayo kama unawekeza kwenye sekta ya mifugo unaweza kuwekeza kwenye kiwanda cha nyama, kiwanda vya ngozi na bidhaa nyingine zinazotokana na mazao tunalo nikitio na utalii kwa sababu tunao eneo kubwa ambayo inapakana na hifadhi ya Serengeti. Kijiji kama vya Kigereshi Mikoma, Matongo na baadhi ya maeneo inapakana na kona akiba na Maswa, lakini tunalo eneo la maarufu la kijubu cha historia pale aos. Kwa hiyo ni sehemu ya sehemu ya zusha zkizuku kuweza kuwekeza pia au kuweza kuja kutalii.